E, nye mnafanya nini? Mnachochawa nini? Namnyoa ah. Na nywele unampunguza kwa sababu skuli kaambiwa asifanye mtihani mpaka nywele azikate. Sasa hapa. Uh -huh. Uh -huh. Ndo nipo ndo namweka saa saa nataka nimpunguze na hizi za juu hapo, alafu kesho asubuhi akienda zake skuli afanye mtihani kama kawaida, huyu jirani yangu. Ah, una roho yeah, nzuri sana. <laughs> Sasa. Kwa nini usimpeleke, kwa kwa kinyozi lakini? Kwa kinyozi lakini, hapa. Yeah. Kwa nini we huna vyombo vya vya kutosha, lakini chombo e, e, chako hicho hapa. Chombo changu na, na kitana. <laughs> Vinyozi wa yani ndio wenyewe wenyewe hasa, kinyozi lazima a, na kiwembe. Kumbe wewe ni kinyozi cha siri apo. Yeah, me huwa yani kwa mtu nemjua na kuwa simlipishi, lakini mtu ule kwa simjui, naweza nikamtoa hata 2000 1500. Na wewe unacho nani, Abdallah? mimi hapa sina kazi mimi hapa uh -huh. kazi yangu ni kumwangalia huyo tu anavyonyoa anavyoharibiwa haribiwa cho kichwa chake. Ehe, hivi unalipo na hiyo kazi hiyo kazi ah? Sina sina ujira wote wa hii kazi kuiangalia tu ehe. unauza sura ehe kazi yako anti mboyo, unauza sura? Mbona hata nywele zako watakufukuza shuleni?